Karibu mtazamaji, tuko naye Faith. Ameweza kutueleza mawili matatu, anasema kwamba, a walk for hope, sacrifice of a mother. Amebeba bango kwa wakati mrefu, muda mrefu eh? ameweza kubeba bango hilo mtazamaji, anasema amedhihakiwa, wengi wakimuuliza maswali, lakini amepitia mengi. Ningependa Faith atueleze amepitia ya yapi kutokana na kubeba bango lile, ni kwa nini? Maana yake unasema kwamba umeuza kila kitu, imekuwaje? Ni kitu gani ambacho kilikusukuma kwamba mtoto ni mgonjwa, unasema mimi mali nimefika, imebidi niuze kitu fulani na fulani na fulani. Tulikuwa wakati wa miaka ya kwanza karibu kila mtu akipatwa na hii jambo ya kansa, mwaka wa kwanza wa pili unajiweza, hata watatu unaweza jiweza na ile circle ya karibu yako. ulikuwa unafanya kazi yako kwa? nilikuwa nafanya kazi okay. nilikuwa nafanya kazi na pahali nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa napata loan na hawakukuwa wanani, sikuwa narudisha hiyo pesa na interest loan. Walikuwa wananipea loan kwa sababu walikuwa wanajua ni loan ya hospitali Wakati sasa mambo imekuwa mingi ya mtoto, mnaenda mnalaza hospitali, mnatoka mnaenda mnatoka, kazi inapotea. mm ukienda kutafuta kazi pia huwezi -hmm. pata kazi kwa sababu ndani yangu unajua sitaweza, sita kudiliva. mm -hmm. sitaweza kudiliva. mm -hmm. So kutafuta kazi ni ngumu pia. Na pia, utajiharibia pia, ukienda huku ukiacha uende huku ukiachwa, ile siku uta, utakuwa uko redi fo kazi, hautapata ya pili. nilikuambia siwezi afod kukuwa kuajiri kia giver so mimi ndio full time kia giver wa mtoto wangu. Na wakati nili, ma, wakati wa kwanza unajiweza, but ikifika mahali unashindwa, unashindwa kabisa. mm -hmm. unashindwa kabisa. so, kwa unajimudu vipi fee? mimi niko na well wisher mm -hmm. niko na well wisher wenye wananilipia nyumba na wanatupea chakula. Nikisema hivyo, nasema mbele ya Mwenyezi Mungu sifanye kazi, lakini ninakula kwa hii safari yangu kuna kitu ingine ningesahau kutaja, kuna watu nilikuwa nimesema nitafanya kitabu kwa sababu ya ugonjwa na zile vitu nimepitia. But juzi juzijuzi tu nimeamua kuchenji nifanye kitabu nikijaribu kuelezea watu kwa, tuwache kujaji, tuwache kujaji. Unawezaona mtu ujaji, ye ni mchafu, ana shida, na awe ana shida mm-hmm. Unawezaona mtu ameoga tu, ufikirie amekaa vizuri, na hajakaa vizuri mm-hmm. Mimi Lulu, kuna mahali nilienda kuomba usaidizi, nikatolewa kwa lain, kwa laini ya kuomba usaidizi. Tulikuwa tumepanga laini mahali kuomba usaidizi, nikaambiwa toka wewe, una shida. Na juzi tu ndio kuna, kuna mtu juzi tu pia alikuwa nipatie usaidizi na nilimwambia nikamwambia mi nikuoga tu nimeoga, mm. nikamwambia tu mi nikuoga tu nimeoga, ni maji tu, ni Mungu tu amenipa grace, nimeoga tu nikapaka mafuta ikanikubali, wala sina sina hata oh. So, so, uh, uh, uh, uh, uh, kuna watu wakikuona vile uko smart, nini nini wanahisi kwamba hauhitaji. kuna watu wananijaji kuna sistangu mwingine aliniambia ama mimi niende nikuombea usaidizi basi ukienda tu mahali kuomba usaidizi watu wanafikiria unayo na hauna na ni maji tu umeoga ni maji tu imekukubali. Nimepitia mambo mingi sana, naambianga marafiki zangu wanacheka. Mi naonanga mtu akija kunichokoza namuhurumia, mwanaume hivi akija kunichokoza namuhurumia. Kwa nini? kwa sababu wezi, uwezani na yale napitia. I tell people, Mungu akikubali nifanane na yale napitia mimi, nanuka siwezi kaa na watu, siwezi kaa na watu, nanuka tu siwezi kaa na watu. So so, so so, tueleze Faith, umepitia ume masaibu ya aina gani kiasi cha kwamba ukasema umeuza kila kitu ndani ya nyumba yako, ilikuwaje kukosa pesa ya hospitali? mm -hmm. Nimekosa pesa ya hospitali, mtoto wangu ni mimi anategemea, analia uchungu unaona, utamwangalia uta, uta tu unauza tu chenye uko nayo. Eh, nakumbuka na, nikienda hospitali naendanga tu mimi, nishawai ataadmitiwa kwa hospitali bila deposit, lakini naendanga tu nikiambia Mungu bora, unajua tu sina so, anatengeneza njia tu naadmitiwa. Kuna watu wengi sana wanakujanga hospitali wanashangaa na survive aje. Kuna mwingine alikuja hospitali akaniuliza, lakini mama Jeremy uko na insurance ngamwambia sina insurance Nikamwambia but insurance yangu ni kubwa kuliko zingine zote. Akaniambia insurance yako ni gani? Nikamwambia insurance yangu ni Mungu. Hata nitoa tu hospitali, niko na deni ya hospitali mbili huku kwa hii, in this country, hospitali kubwa, niko na deni zao mara mbili na walikuachilia pekee, waliniachilia mm -hmm. Ile hospitali nilikuelezea, nililipiwa some four years ago, ile nililipiwa na daktari, hiyo Mungu alitoa tu mwenyewe nilikuwa na rafiki zangu wamesimama tu, ananiambia nitoroke, nikawambia sa toroka kwa sababu Mungu nilikubali niingie pale bila deposit na Mungu akakubali, nikatoka nikaacha deni huko, lakini hiyo wakati ni wakati nilikuwa nimetumwa India. So nilieleza nikawaambia, nikiweza tu mtoto wangu akipona nitakuja pale ama, mm. mtoto wangu akue mkubwa pia aende ajilipie deni. Mungu anaweza mbariki, akue mkubwa aende ajilipie deni. So nimepitia uchungu wengine mimi wengine nishaiambiwa na watu na exaggerate ugonjwa ya mtoto wangu. Ukisema umepitia, hiyo ni past tense ama bado unaendelea kupitia? Kwa hivi sasa napitia, kwa sababu saizi siwezi enda kazini, siwezi fanya kazi. Tulikuwa kama hizi sajarisi zimefanywa tano, nne tano, zilifanywa July, August. kwa hivyo tulikaa hospitali for five weeks Mwajiri mgani atakubalisha kukaa kuka nje ya kazi for five weeks? Hakuna. na famili famili famili ninayo famili ninayo, lakini hiyo miaka imekuwa mingi, so unawalilia wengine hawana, wengine wanakupea options zingine mm -hmm, zenye zenye ha, hazikusaidii hazi mm -hmm. Lakini huwezi wajaji kwa sababu wamekusaidia vile wanaweza mm -hmm. Familia ninayo, niko na babangu niko na babangu na my sister. We are only two siblings, tulikuwa wanne wengine wakafariki. mm -hmm. tuko wawili tu, mimi na sistangu na babangu, mamangu waliaga pia mm -hmm. so nikitaja familia hao hata hawana uwezo isipokuwa the moral support. Sistangu anafanya kibarua, babangu ana kazi, so hao wananipa moral support. Outside hiyo familia cousins, aunts, uncles hao ndio wamekuwa wengi, wamenishikilia na wengi unajua pia hata nikipitia pia mwingine anapitia mm. Kwa hivyo anakusaidia, inafika tu mahali anashindwa mm. unaenda kwa marafiki mm. niko na marafiki wamenisaidia, wamenisaidia. Unaenda kwa wao mara ya kwanza ya pili ya tatu, mtu akichoka hauwezi mjaji. Sahii sahii sahii, mtoto anamwona nini kwa sahii, sahizi ako na shida ya intestines. Mm -hmm. Tulipoenda tulipoenda kufanyiwa surgery August, alikuwa ku reverse colostomy. Alikuwa amekaa nayo for two years ika fail. Ilipo fail ndio tulienda theata mara tano, wakaeka ileostomy the other side. Na hiyo theata, ukienda unafanyiwa bure? Sifanyiwi bure mm -hmm. What happened hiyo wakati nilipokuwa nimetoa ile deposit mm -hmm. ili nisimamia, mm -hmm. kwa sababu sasa hizi tulikuwa tumepewa siku saba za kukaa hospitali so ikatan ikatan ikakuwa na complications, mm. tukakaa HDU for a whole month, na kwa ward general ward for one week, so five weeks. So hawange nitoa tena, nimekaa huko kwa hiyo hospitali for a long time. Mm -hmm. So hawangenitoa hawangenitoa kama mtoto hajatibiwa. mm -hmm. yeah. mm -hmm. So huko ndo title deed ya, ya baba yangu iko mm huko -hmm. uko nyumbani tu Meru mahali tu baba yangu wamejenga. So, so, uh, pesa hizo zilipoisha ndo ukasema kwamba acha nienue bango sasa nitafuta usaidizi. Pesa hizo zilipoisha nimejaribu kuongea na watu na watu wa marafiki zangu hawana usaidizi wanaweza nipa ya pesa ninajua watu marafiki zangu wangekuwa nazo ningekuwa nimesaidika. mm -hmm. nikafikiria niinue tu, niinue tu bana, to reach to everyone. nijaribu tu kureach kwa everyone. my, my target was, nikipata tu mtu wa media anaweza niona ndiye aweze kusihi kusihi wananchi wanisaidie. so so, so, so, Jeremy, kwa hivi sasa huu ugonjwa wake unahitaji nini na nini operation? Anahitaji na, ile kansa bado ipo ah, hii mwaka tuli tulidischargewa kutoka clinic ya cancer oncology clinic mm. Sasa tuko on survivorship program, wanaita survivorship program mm. kuna pia survivorship program, naweza sema ndio some, somehow kali zaidi, kwa sababu kuna complications zinakuja na ile ugonjwa unabaki, but ukishatolewa kwa hiyo oncology clinic, kila mtu anafikiria umepona but kuna hiyo jani ya survivorship program, kwa sababu kama saa hizi ile treatment Jeremy anahitaji si ya cancer, but ni complications zenye zilikuja kwa sababu ya matibabu na kwa sababu ya surgery and mm -hmm. Especially ile surgery alifanyiwa akiwa wiki saba mhm mm juu ilikuwa imesukuma kidney, ilikuwa imedisplace the left kidney na ilikuwa imedisplace left kidney, na bado anakuwa ana mhm mm, so hiyo ndio niliambia, ndio ilimwafect ya kwanza nilimwafect so in the tumekuwa kwa clinic ya, ya shida ya tumbo ya gastro for I think seven years now mm. Akiwa na complications awezienda haja kubwa tunaenda, tulikuwa tunaenda before awekwe colostomy, tulikuwa tunaenda anatolewa choo na mashine. Kuna mashine wanaweka wana pump wanatoa choo ili imekatalia kwa tumbo. Kwa sababu cho inafunga haja kubwa inafunga, so iwezitoka mm -hmm. Wanafanya kitu wanaitanga peglek wanatoa mm -hmm. So kuna siku ndio wamweke kolostomi tulienda, tulienda wakatoa as usual, ikakosa kutoka vile inafaa mm -hmm. So ndio wakafanya further investigations wakaona kuna kitu wanaita stricture kwa the colon, mm -hmm. the land intestine. So wakaikata ndio waka divert wakamtolea hiyo intestine inje itoe choo, ndio wa divert pale kupone mm. So this year tulikuwa tumeenda reversal ya hiyo Yeah. Sio kwa sababu alikuwa ameimprove ni kwa sababu hawezi ishi nayo milele mm. So tunawe tunaona akikaa nayo what are the risks, akiendelea na dawa za kumsaidia kutoa choo what are the risk mm. So tuna opt ku reverse, ku reverse mm -hmm. mm -hmm. na, na, na Jeremy mwenyewe anatembea anazungumza. Jeremy anatembea anazungumza mm. Jeremy actually ukimwona uwezi fikiri ako mahali mm -hmm. isipokuwa tu saizi ndio amekonda mm -hmm. kabisa na in the two years yenye amekaa na kolostomi, aliacha shule, aliacha mm. shule kwa sababu hiyo kitu. Najua watu wengi wana survive na kolostomi mm. But naambia mtu ku take ku, ku, kea ya kolostomi na mtoto ni ngumu zaidi. Mtu mzima yeye mwenyewe akijitekea kea atajua masaa ya kukula ile sitaki choo itoke mm. so ntafanya nini ama mm. kitu ntakula na tena mtoto atasahau acheze, kwa hivyo mm. itatokana mm. so tulishindwa akuenda shule. Amerudi tu shule juzi akiwa na hii for mm. I think three weeks ndio akakuwa mgonjwa tena, tukarudi hospitali mm. mm. yokuuliza maswali a sana. Mm. sana, tukiwa uh, juzi tu tukiwa hospitali aliniuliza shida yangu inaendelea kukua kubwa mama ama inaisha? ndio Mm. nikamwelezea na nikaadvaisiwa aende therapi mm -hmm. Jeremi mwenyewe saizi hawezi lala bila dawa za kulala mm, kwa sababu saizi ashakua mkubwa saizi ako twelve years so ana understand, ukimchange hapo ana understand, uki, uki apo, ana understand what you're doing, awezi enda haja kubwa so Kili... miaka hiyo yote for six seven years nao hajakuwa akiweza kwenda haja kubwa mm. Vile inafaa mm. So ile inatoka nyingine inabaki so ina block. Anauliza maswali ni vizuri nitaje bila kuingilia mtu mm. Jeremia shai amka asubuhi moja, hata nilirekodi hiyo video mm akaniuliza na mam ni na baba asumbui, na najua tu siku moja. Okay, I know, nikiambia babake hivo atafikiria na exaggerate mm. but I recorded that video mm. niko na hiyo video Jeremy mwenyewe akujua uh, nimemrekod mm. niko na hiyo video. juzi Jeremy ashaona vile na strain na hospitali, kwa sababu the last time tuliadmitiwa, well, juzi tu tuliadmit tulidischargiwa ona ona Saturday mm. tukalala hospitali Saturday jua kukosa pesa, nilipata hiyo pesa Sunday. So Jeremy alini, tukiwa tu tunatafuta pesa na sistangu tunapigia watu simu, Jeremy aliniambia, hizi ndo mambo zinafanyanga nisiseme, nina uchungu mm. nisitaki kuona ukiteze <laughs> so ilibidi tu nimwambie, we sema tu una uchungu, hiyo ni kazi yangu What I will do ni kupeleka hospitali, hiyo ni responsibility yangu. Umesema tu chenye unasikia useme tu. Mara mingi ni Jeremia amekuwa na uchungu na mwambia twende tuende hospitali anakata. Wa mm. <coughs> Wow. Faith pole. So kwa muda kama dakika mbili ntaka zungumza na Wakenya mabeba bango kwenye mabarabara na leo kama Runinga Citizen mepatia nafasi ya kipekee, fursa ya kipekee uweze kuuliza huo msaada ambao unaotaka msaidie Jeremy leo mm. Jeremy aache kuuliza maswali, at least ukienda nyumbani kila kitu kiwe tofauti, at least wewe una smile na pia ile ku make calls mm. na dada pia asisikie kwa hiyo bango nimeandika to Kenyans mm -hmm. and the entire world ni mm. naomba tu, najua kuna hata mtu mmoja tu anaweza jitolea na niende hospitali kesho, na kwa sababu nishawipatana na watu wazuri, nimepatana na watu wazuri. Naomba tu mtu mwenye ako na usaidizi anisaidie tu, nitoke kwa nyumba, pia nianze kuishi naambia watu I am I, na miss, I wa, I am missing to I want to start living, so naomba tu, uko tu na kitu yako ndogo, unaweza sacrifice sacrifice tu juu ya Jeremy, siku moja tu Mungu atakureward. Na mtazamaji, ndio kilio cha mama Jeremy. Anasema kwamba yeye pia anahitaji kuishi, anahitaji maisha yake yawe kama ya kawaida, na pia vile vile Jeremy pia amechoka, pia anahitaji pia kuishi kama watoto wengine na ma, nambari yake ya simu kwa yule ambaye ana uwezo kidogo, tumsaidie. Anasema hata kesho atampeleka Jeremy <coughs> na hospitali. Nambari yake ni 0703, 654 027 na kwa wale ambao wangependa kutumia paybill ni triple 4 84 29, akaunti ni yonem 449 akaunt ni jina lako lakini, nambari yake ya simu kwa mtazamaji ambaye anataka kuzungumza naye ama pia kumsaidia, tumsaidie mtoto Jeremy. Jeremy anauliza maswali mazito ambayo mamake hana majibu, yake ni 0703654027 kwa Wakenya, anasema tumsaidie angalau atoke barabarani, awe kama mimi na wewe ulioko nyumbani kwa hivi sasa unamtazama anasema kwamba ametumia muda wake mwingi, miaka kumi na mbili. Mtazamaji, sio miaka kidogo. Anasema kila kitu kwake kimeweza kusimama na nyumbani yuko na na na baba tu na ndugu yake wa kike ambao kidogo wanasaidiana na pia familia, lakini anasema familia nayo pia haina uwezo, kiasi cha kwamba yeye akaamua liwe liwalo, mnidhi haki venye mtanidhi haki, lakini maisha ya mtoto wangu yanakuja kwanza na mimi nitabeba bango. Mimi sijali ili mradi tu nipate usaidizi. Tuzungumze naye kupitia nambari ya simu 0703654027, 0703654027. Kwa yule ameguswa, basi tuweze kumsaidia mtoto Jerem mtoto Jeremi anakuhitaji, na pia Faith pia naye anakuhitaji pia aweze kuendeleza maisha yake kama watu wa kawaida mtazamaji. Kwa hivi sasa anapumzika kidogo, ntarudi baada ya muda usiokuwa mrefu na taarifa kuu.